Tena anazidi kufanya uchunguzi ili kujua kati ya yeye au Joe nani mtoto wa Mariana. Huko naye Joe anaonekana yuko porini, anaongea ongea na jamaki. Katika kuongea na yule jamaki, mara Joe akasimama akiangalia angalia juu, kuna nini shida, kuna nini? Mara sauti za risasi zinasikika zikipigwa Joe huko nako. Siku ya harusi ya bwana Alfredo na bibi Ofelia akifunga harusi, watu wengi walifurahi ile harusi. Huku nako na Joe wanazidi kushambuliwa na risasi. Joe akajibu mapigo. Mapigo haya. Bibi harusi huyo hapo Ofelia anaingia, anafurahia ile harusi, watu wanasherehekea ile harusi. Huku nako Joe, huyo ni yule shushushu anaweka sumu kwenye kile kinywaji cha siku ya sherehe. Akafuta ile kichupa ili zitoe alama za vidole. katika ile kujibizana risasi bwana Joe alimkamata mtu mmoja aliyetumwa Akamwona, namwomba msamaha, usiniwe, usiniwe. Bernice, mpishi, alikuja kaonja ile kinywaji ilikuwa imeandaliwa bila kujua kwamba amewekewa sumu. Akaonja kikombe cha kwanza, akaonja kikombe cha pili, kama hizo hapo, akajifuta na nyarusi huko. Bwana Alfredo akana anaongea ongea na yule bibi harusi pale, mara Bernice anaanza kukoa na kudondoka chini, watu wakaanza kusema tena gala ambless, tena gala ambless. Bernice akana kumbuka zile njozi kwenye zile ile njozi ambazo Bernice alikuwa akiziona, alikuwa anaona sura ya Rogelio, mara mkna wake akiongea na Joe Bernice <laughs> oh, ni ni alikata kauli.